Kazi imeenda vizuri na mimi, kitu ambacho nimefurahi sana, nimpongeze sana wewe na mkurugenzi, kwa sababu bila kusimamia miradi iliyoko huku niliyotangulia, huu mradi tusingeupata. Kwa hiyo mimi niwapongezeni sana. Kwa hiyo naomba hata wako wa idara, mnaona anavochapa kazi mkurugenzi. Kuna nyinyi mwinge, mwinge nyanya. Si ndio jamani? Kwa hiyo naomba mmsaidieni sana mkurugenzi ili tuendelee kuwa, unajua kama wanasema wilaya Songwe kimradi, yani kitaifa tumefanya vizuri. Kwa hiyo ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa mimi na kuchukua sana DC kwa vikao vyako vya mikakati na ndio maana mkurugenzi anafanya kazi anajidai pamoja na kuwa idara wote mimi nawapongeza ni sana. Kwa jumla wao naomba tuende kwa moja Songwe, kama alivyosema Songwe yetu mkoa wetu ni mchanga ni mpya, kwa bado tuko nyuma, ni tofauti na mikoa mingine iliyotangulia, lakini kwa jinsi mlivyo, natumaini tutaenda. Hongera sana mkurugenzi yes. Miradi hii inayotekelezwa miradi inayotokana na fedha za serikali ya Chama Cha Mapinduzi. Nimpongeze, mpongeze beji wetu mkurugenzi, kwa kweli na uchapaui nawasimamia vizuri wasaidizi wako, na ndio maana unakuta hata sisi unajua tu mradi uko vizuri.